Ikiwa wewe ndio baba wa familia na kaja kutokea jambo kama hili kwenye maisha yako, nini utafanya? Bonge moja la movie ambayo leo nakupa story yake tamu kutoka kwa mtaalamu kabisa ambaye anatumiaga sana akili nyingi katika movie zake, Liam Neeson. Siku moja Liam akiwa ndani ya gari lake aligundua chini ya siti ya gari lake kuna bomu zito limetegwa, ukinyanyuka tu umeruhusu bomu hilo kulipuka, ili baada ya kupigwa simu ambayo haji, imefikia imefikaje ndani ya gari lake? Maana si mko wake si mke wala si mwanae kuanzia kupewa masharti na mtegaji bomu hilo, iwapo ataenda kinyume na maagizo yake, basi bomu hilo litalipuka. Maana remote control ya bomu nzima analo huyo mpigaji simu, na iwapo pia ataweza kutoa taarifa kituo cha polisi, basi bomu litaweza kulipuka. Kuna milipuko kadhaa ilitokea jilali na Liam kuaminisha kwamba niko serious, ukizingua tu yanakukuta yaliyowakuta wenzio. Salama yake afuate maelekezo na masharti ya mpigaji wa simu hiyo ikiwa kutoinuka kwenye siti ya gari hiyo no matter what happened katika hilo gari. Alipapasa chini ya siti ya gari lake na kushika kitu asichokielewa, alipopiga picha kwa kutumia simu yake akahakikisha kweli kuna bomu ndani ya hilo gari lake. Alificha hofu na kujikaza kiume, wanaye wastambui jambo, kijasho chembamba kikimtiririka, huku ndani kukiwa na AC, akiwasiliana mteleji bomu hiyo kimya kimya, bila kuwashirikisha wanaye aliyokuwa akiwapeleka shule. Watoto walijua huenda baba yao anazungumza na wafanyabiashara wenzio, kumbe anatetea uhai wao pamoja na wao kwake ili wawe salama. Mtegaji bomu huyo alitaka apewe kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa Liam, pesa ambayo hakuwa nayo kesho wakati huo. Vipi mtihani huo ghafla? Ataanza wapi kuwaelezea watoto wake mtihani alokuwa nao muda huo? Maana watoto wameshtuka baada ya kuona mzee anazunguka tu mjini bila kuelekea shuleni alimwomba mpigaji simu walau awatelemsha watoto wake tu, lakini jibu lilokuwa hapana. Iwapo akijaribu wajiandae, basi wao kuitwa marehemu. Kama baba na kichwa cha familia, inatakiwa ajue anaso vipi ili tatizo bila familia yake kudhurika kwa namna yoyote ile. Shida nyingine iliyoibuka ni baada ya askari kuingilia kati sakataini. Baada ya kuona mwendo mkali wa gari la Liam, polisi wakapata mashaka, ikabidi waanze kumfuatilia mtaalamu Liam, Liam Nelson wakagundua kuna milipuko kadhaa yametokea maeneo kadhaa aliokopolia, na mshtukiwa namba moja ya huyo dereva anaendesha gari kwa fujo na kuwapa hofu raia wake. Hawakutambua kwamba alikuwa katika mtihani wa kuokoa loo za wanawe na akake, pamoja na watu waliokuwa kadhaa wanaomzunguka katika eneo lake, kutoka kwa mtu mkatili ambaye alialibu siki yake. Magari ya polisi yalimwandama kwa wingi mtu huyu ambaye anahatarisha usalama wa raia kutokana na uendeshaji wake wa fujo wa gari, bila kujua wanamfuatilia kwamba sio mhalifu kabisa. Kumbe anapelekeshwa tu na simu ya kikatili, na onyo alilopewa ni kwamba apasi kujisalimisha kwa polisi, afanye awezalo, asikamate hadi mpigaji simu apate pesa yake. Atawaelesha vipi polisi wamwelewe, kwamba yeye ni raia mwema? Ila wakati huo yupo kwenye mtihani mzito, maana anaambiwa polisi asisimame, na akisimama tu basi, mtegaji bomu huyo ataweza kulipua bomu na ataweza kupata madhara makubwa tu. It is hard day kwa mzee mtaalamu wetu Liam, lakini nini? Afanye nini? Hatima yake? Okay, jina langu laitwa Bongo Tech 255. Nachotakiwa ni kwenda kuitafuta hiyo movie ili uweze kuenjoy kabisa. Ni bonge moja la movie kutoka kwa Liam Neeson. Unachotakiwa ni kwenda kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili uweze kuendelea kupata bulidani ndefu zaidi. Jina langu laitwa Bongo Tech 255. Asanteni. Natakia siku njema.